Basi nitamuinua mchungaji Chazi aweze kumleta mgeni rasmi. Bwana Yesu asifiwe! Makofi na vigelegele kwa Yesu. Mgeni rasmi, tunayo heshima sasa kukaribisha. Baada ya kusikia sala ya akina mama, basi wako tayari kusikia kutoka kwako. Karibu. Asanteni, na naomba watu tukae, naomba tukae. Ndugu mkurugenzi wa kina mama jimbo la Ukonga, mama yetu, mama Mbembela, mchungaji kiongozi wa kanisa ila numbani, mama yetu, Maria Pio Sifute, ndugu mchungaji Dr. Charles, Dr. Charles Gibson, ndugu mchungaji Uh, shiti mwenyekiti wa kinamama mama yetu mama Sheila, tunamuita mama Sheila kini ana jina lake na tunafikiri tunamfahamu, mwenyekiti msaidizi, katibu wa kina mama, viongozi wote wa kinamama, viongozi wa kanisa, washirika wote, mabibi na mabwana, kina mama Yesu kubwa, kina mama Yesu kubwa, kina mama Amina, naomba tukae. Leo ni siku ya furaha kwa kina mama, lakini tunafahamu ya kwamba furaha ya kina mama ni furaha yetu sote katika familia. Mama anapokuwa hana furaha, wote tunakosa furaha s so mama kitabasamu, wote tunatabasamu. Kwa hiyo siku ya leo sio tu kwamba ni siku ya furaha kwa kina mama, lakini ni siku ya furaha kwa kila mmoja wetu hapa. Hebu naomba tuwashangilie kina mama. Nianze hotuba yangu fupi sana kwa kunukuu maandiko yaliyo katika kitabu cha Zaburi ya 68 mstari wa 11. Biblia inasema Bwana analitoa neno lake, wanawake watangazao habari ni anasema, wanawake ni jeshi kubwa. Kwa hiyo akina mama mliopo hapa, mabinti wote, naomba msijidharau. Mungu anasema ninyi ni jeshi kubwa. Tumeona jinsi ambavyo akina mama wamejipanga vizuri, mambo yameenda vizuri kabisa. Wanawake katika mstari huu wamepewa kama jukumu fulani na wajibu fulani, wameambiwa kwamba wanawake ni jeshi. Nataka kidogo tuweze kuangalia sifa za mwanajeshi, ili mama uliyepo hapa uweze kuona, je, unazo hizo sifa? Na maisha kwa ujumla ni kujifunza kila siku na kadi unapokutana na wenzako unazidi kujifunza ili uwe bora zaidi. Kwa hiyo hata ukiona kwamba hizi sifa hauna usione kama umeshindwa, endelea kujitengeneza zaidi ili uweze kufika mbali zaidi katika hatua ambayo Mungu anakuona. Jambo la kwanza, tunajua kwamba wanajeshi ni <tinyo> mlinzi wa familia, lakini jambo la pili, tunaona wanajeshi wanahakikisha kuna usalama. Kwa hiyo mambo yanapoharibika ni wanajeshi ambao Mungu anaona, kina mama. Kwa tunalindaje kanisa, tunalindaje familia zetu? Ni kupitia maombi, kupitia mwenendo wetu, kupitia tabia zetu, kupitia usimi wetu na mambo kama haya, lakini najua pia kwamba wanajeshi ni watu wastahimilivu ambao hawakati tamaa kirahisi. Wanapitia katika changamoto nyingi za mazoezi, hawakata tamaa. Mama mliopo hapa msikate tamaa, changamoto zitakuja, zinawajenga nyie ili muweze kuwa bora zaidi. Lakini jambo lingine ni bidii katika mambo yote, wanajeshi huwa wana bidii. Na jambo lingine ni umoja, wanajeshi huwa wana umoja. Akina mama, tumekumbushwa na mama yetu hapa, mkurugenzi, makamu mkurugenzi, kwamba tunatakiwa kuwa na umoja, tukiangalia viongozi wetu, kila ambacho viongozi wanapanga tuende ukifuata, ili tuweze kuwa bora zaidi. Nukuu yangu ya mwisho itatoka kwenye kitabu cha Luka 8:1 moja mstari wa hadi mstari wa tatu, lakini nitaanza mstari wa, wa pili unaosema na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa, walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa, nao ni Mariamu aitwaye Magdalena aliyetokwa na pepo saba. Mstari wa tatu unasema na Yohana mkewe Kuza wakili wake Herode na Suzana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao, bibi. Naonyesha kwamba wanawake tangu zamani wamekuwa wakijihusisha katika huduma ya kanisa, na mkurugenzi, makamu mkurugenzi amezungumza kwamba wanawake tunatakiwa tushiriki katika mambo mbalimbali yanayohusu maendeleo ya kanisa, na hilo sio neno lake, neno ambalo lipo katika maandiko, kwa sababu wanawake tangu zamani wamekuwa wakishiriki katika kazi za kumhudumia Yesu, na leo hii tunamhudumia Yesu kupitia kumhudumia mtumishi wake, kupitia kuhudumia mwili wake ambao ni kanisa. Kwa hiyo wanawake tusonge mbele katika utumishi huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa andiko hili tunaona kwamba wanawake wanatakiwa kuwa chapakazi. Nataka niwakumbushe wanawake wote kwamba tunahitaji kuwa wachapakazi, hatutakiwi tukae. Tumeona mkurugenzi hapa amezungumza mambo mengi mengi, ni majukumu ya wanawake, ni majukumu ambayo yanahitaji fedha. Kwa wanawake, lazima uone unafanya nini, utafanya kitu gani ili uweze kuhakikisha kwamba unashiriki katika mambo yote yeah. Naomba nimalizie, nimalizie hotuba yangu kwa kunukuu mtu mmoja ambaye sitamtaja alisema hivi, do not follow the cloud, let the cloud follow you. Kwa Kiswahili ni kwamba hutakiwi kufuata makundi ya watu, acha makundi ya kufuate wewe. Nataka niwaambie wanawake, usikubali kuongozwa na makundi ambayo hamjui Bwana. Unatakiwa wewe, wala ambao hamjui Bwana, uweze kuongoza na wamfuate wewe kuja katika nyumba ya Bwana. Lakini ukuu nyingine inasema a strong woman knows that she has the the strength strength enough for the journey, but a woman of strength knows it is the journey where she will become strong. Kwa Kiswahili kwamba mwanamke mwenye nguvu hufahamu kuwa ana nguvu kwa ajili ya safari, lakini mwanamke wa nguvu; kwa kuna mwanamke mwenye nguvu na mwanamke wa nguvu. Lakini mwanamke wa nguvu hufahamu kuwa ni kwenye safari ndipo atakapopata nguvu. Kwa hiyo, usiogope kuanza, usiseme sina nguvu. Amini kwamba utakapoanza jambo lolote kama mwanamke, ambalo ni nzuri kwa ajili ya kanisa, kadri unavyoenda mbele, utapata nguvu, hata kama una nguvu leo basi. Baada ya kusema hayo, nimenukuu baadhi ya mambo ambayo yamezungumzwa kwenye risala kwamba eh, akina mama idara yao ndio imeanza lakini zipo changamoto. Changamoto ya kwanza, changamoto ya darasa la watoto. Na kweli kabisa, tunaona kabisa hapa kuna watoto hawana sehemu ya kuabudia. Hiyo ni changamoto kwetu. Yesu amesema waacheni watoto wadogo waje, mama, lakini hawana sehemu ya kuabudia ili waweze kwenda wa wa kwa Yesu amesema kwamba uh, wanahitaji shilingi milioni tano milioni tano. Sio fedha nyingi kwa Mungu inawezekana kuipata, lakini Mungu ametupa akili namna ya kuweza kupata fedha nyingi kama hivi ambazo tunaziona ni nyingi. Kuna mama yetu hapa, mkurugenzi ukaa mkurugenzi, anaweza kwa namna moja ama nyingine akatusaidia kwa vile atakavyoweza, sio kwa kutoa fedha yake mwenyewe. Nataka niwaambie akina mama, ukiamua siku moja ukuwa na anaambia